Mimi Amos Makalla mkuu wa mkoa wa Arusha nakiri kwamba tuko tayari kwa ajili ya Afcon, na kwa kuelewa jukumu langu, mimi Amos Makalla naunda kamati saba za kuandaa Afcon katika mkoa wa Arusha. sikwenda Morogo lakini uzoefu unanionyesha atilifu niwe na kamati zifuatazo. Kwanza, usalama wa watu watakaokuja katika mkoa wa Arusha, lazima kuwepo na kamati ya usalama. La pili, mkoa lazima ujipange uwe na kamati ya itifaki na mapokezi. Kamati ya tatu, tutakuwa na kamati ya habari, mawasiliano na amasi tutakuwa na kamati ya afya. Ndio maana tunataka kuwepo na madaktari bingwa, ndio maana tumeleta taasisi ya Jakaya Kikwete, kwamba watazamaji wote, timu zote, watu wote watakapokanyaga katika mkoa wa Arusha wawe wanahakika wa afya zao. Tutakuwa na kamati ya malazi kuhakikisha mahoteli wanaokuja tuwe tumainisha hoteli nyota tano nyota ngapi, tuwe na kamati hiyo. Tuwe na kamati ya miundombinu. Miundombinu maana yake viwanja, kujua viwanja vyote vya mazoezi, timu zitakazofanya mazoezi. Serikali inaleta fedha ya kutengeneza viwanja vidogo vidogo vya mazoezi vitano katika jiji la Arusha, lakini wapo watakaoenda kwa Rhino, watakaoenda kwingine, lakini lazima sisi kamati iwepo ya kuratibu miundo mbinu na wa maana hiyo, ndio najua timu gani itafanya wa mazoezi wapi itafanya wapi itafanya nini. Lazima kuwepo na kamati ya utalii na mambo ya hospitality kuja Arusha alafu hamna kamati ya utalii. Kuna watu lazima waambiwe kwamba kuna vivutio gani, ratiba zikoje za kuwapeleka mbuga za wanyama, kutangaza utalii katika mkoa wetu, lakini pale pia uwanjani hata kuweka zoo ya muda mfupi, watu wanaweza wakaona wanyama hao hawa watapatikana Ngorongoro, hawa utawaona Tarangire, utawaona Serengeti. Kwa hiyo kutakuwa na kamati hii. Kwa hiyo kamati za mkoa wa Arusha zikifanya vizuri, zitawarahisishia kazi kamati tendaji ya kitaifa, kwa sababu mwisho wa yote, wakija hapa watapokea taarifa ya maandalizi yetu kwa level yetu ya mkoa tumejipangaja Naomba mnikubalie kwamba jambo hili ni nyeti, ni fursa na ni heshima kwa taifa. Mtakapoteuliwa na kuitwa katika hizo kamati, mshiriki kikamilifu. Lengo ni kufanikisha jambo hili la afya katika mkoa wetu wa Arusha.